I mashirika kadhaa katika kaunti ya Kajiado yameanza mradi kabambe unaolenga kushughulikia uwepo wa chakula cha kutosha katika kaunti hiyo inayopokea mvua haba. Mradi huu unaonuiwa una kuzihamasisha jamii pamoja na kuimarisha maisha yao kupitia shughuli endelevu ya ufugaji nyuki. Huku Timothy Kipnusu akitupakulia taarifa kwa kina, mradi huu unaoendelezwa na shirika la World Wide Fund hapa Kenya umewezesha wanawake wengi kujiasiriamali pamoja na kuboresha maisha ya familia zao. Tazama, mradi wa kubadilisha maisha ya wingi unapokelewa kwa nyoyo nyeupe. Mradi huu unaendelezwa na kundi la wanawake ambao wamefanya uamuzi wa kujitegemea. Wakati wa ziara yetu kwenye kijiji cha Noma ya Natu, wadi ya Kimana, Kajiado Kusini, kaunti ya Kajiado wanawake wakiwa wamejikwatua kwatukwatu kwa mapambo ya Kimasai, wanashughulika mashambani wakifanya kazi wanaoienzi. Ester Silanga, mwenyekiti wa kundi la wanawake la Ngaisi, anaelezea kuwa mradi huu ambao ndio umetokana na ule wa World Wide Fund kwa hakika umebadilisha maisha ya wanawake wengi. Nyuki anakuwa mzuri na anatoa hiyo wasali, anausa napatikana hiyo pesa ya kikundi katika eneo ambalo limekabiliwa na kiangazi, mradi huu ni wenye manufaa makubwa. Tumeanza mambo ya ufugaji wa nyuki kwa miaka mingi ambayo imeenda, lakini hatukukuwa na ujuzi mingi sana, lakini vile tumefundishwa na WWF wametufundisha vitu mingi za manufaa ya nyuki ambayo hatukujua. Kulingana na Paul Leaso, mafunzo waliyoyapokea kutoka kwa shirika la WWF limewafungua macho kuwatumia nyuki si tu kwa asali, bali kutengeneza bidhaa zingine zitakazowazalishia mapato. Tumejua baadhi ya vitu ambazo hatukuwa tunazijua, kama vile kitambo tulikuwa tunajua umuhimu wa nyuki ni asali peke yake. Mi nashukuru hiyo projekti yetu ya soil change. Ingine wametuletea, hiyo projekti wametuletea mbuzi, mbuzi ambazo ni breed nzuri ya maziwa. Evelyn Kilekena anatuonyesha bidhaa hizo walizotengeneza ambazo zinahitaji uangalifu wa, wa hali ya juu na ujuzi wa aina yake. Anapata faida kupitia hiyo asali vile tunauza candles pia tunauza na sabuni pia unapata ya kwa kutumia nyumbani mwenyewe na ya kuuza. Mwonekano huu na juhudi za kina mama hawa ni dhihirisho tosha kuwa kazi hii si rahisi japo wao wanaielewa vyema. Wamejitahidi sana kama wamama, sababu ile kitu nimejionea mimi mwenyewe ni nyoni, kwamba wakati wanakutana kwa merigoround, jambo la kwanza ni kuunda hizo product kuongezea kwa ile stoko yao. in, a, in as far as uh, empowering uh, women uh, it's also for them to be able to know that it's not just honey but there are other value add uh, products that you can get um, and I've mentioned you know, the value adds would be in, in terms of being able to hata hivyo wamedokeza kuwa kuna haja ya mafunzo kutolewa zaidi ili waweze kuendelea kunawiri katika biashara hii. Kuna haja ya training kwa sababu unapata pia maybe hiyo mafuta tukitengeneza ama sabuni, kuna chemicals huenda zinatumika na mara mingi hatujui inatoka wapi, so lazima tuende kwa duka tununue. So kama serikali inaweza tusaidia pia tuwe tunapata hizo kwa urahisi, ingetusaidia zaidi. ni WWF ndio wamekuja wakatufunza, ndio sasa wakatuletea walimu, tukafundishwa, ndio tukashika kutengeneza, kuchemsha hiyo hii, keji nyuki sasa. Hii nini ni, ni, ile kitu kubwa nyuki wanatengenezaka, ndio asali itokee, tukatemchemsha ikawa mafuta ndio sasa wakasema tutengeneze iwe candles, iwe libam iwe na mafuta, ndio saa hii hata tumejipaka mikono naona, saa hii hatuparari kwa sababu ya hiyo kitu tumetengeneza saa hii <mukasuka> na ni wao ndio wametufundisha. Tetsi Sangau wanatuarifu kuwa hali ya kiangazi eneo hili limeathiri kwa kiasi kikubwa biashara yao, yenye tulipendelea nyuki wakati wa kiangazi kama huu ni ile tu ili hawana nguvu nao ya kujenga, sasa kazi yao pia inadidimia inaenda chini kwa sababu hawajengi awa vile wanajenga kama wakati wa mvua. Maana kipindi cha mvua wanajenga sana, tunatoa asali mingi, lakini saa hii pia ni kidogo kwa sababu eh, wako na njia pia, maana ni wanatumiaga maua kama chakula na saa hiyo maua haipatikani, inabidi tuwape maji. Kupitia mradi huu shirika la WWF limewafungulia kinamama hawa masoko eneo la Kimana ambapo kinamama hawa huuza bidhaa hizi na kujisaidia kujimudu kimaisha. sa sasa tuko na duka hata Kimana ambao hii kampuni wametupatia, tunawauzia hapo. Alafu hii sasa hatutupi sasa ya, ya kuchemusha kama candles hatutupi. Saa hii ni kama tumefaidika sana kupitia nyuki. Faida tu ni pesa, chakula cha watoto, hiyo ndio tushapata maana haijakuwa big business bado haijapanuka zaidi, lakini tuna matumaini ya kwamba itakuja kupanuka. Eh, wako na kitu ya kujivunia kwa sababu sasa hivi wako na soko ambao wanapeleka direct hizo vitu bidhaa zao. Baada ya kutengeneza, kuna mahali wanapeleka, zinachukuliwa kwa bei ya juu. We don't just provide but we also ensure that we train them uh, to be able to manage their own groups from a governance

Wanasema fuata nyuki ule asali. Msemo huu huenda tutaubadili kwa hii leo kutokana na ubunifu wa wenyeji wa noma ya nat katika gatuzi la Kajiado ambao wamejitosa katika ufugaji wa nyuki, si tu kutafuta asali, bali kutafuta kutengeneza bidhaa zingine ambazo zitawasaidia kudaka tonge. Ama kweli akili ni nywele na kila mtu ana anazake. Timothy Kipnusu, unzi mashinani, gatuzi la Kajiado.